Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya update ambazo zimeshangaza watu wengi sana ni hii hapa ya mtangazaji kutoka nchini Tanzania. Mwijaku, bwana, kama unavyofahamu kwamba amekuwa ni kaka kabisa eh, wa Hamisa Mobetto, maana tuliona katika shughuli jinsi alivyojitoa, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye amekuwa akimsupport Hamisa Mobetto for a long time, yani kwa muda mrefu sana Mwijaku amekuwa akimsupport Hamisa eh, to the maximum. Sasa, this time around ni kwamba mtangazaji huyo wa Crown eh, amezua gumzo kubwa kwa mitandao ya kijamii baada ya kumpa hongera mwigizaji, na, na socialite influencer wa mitandao ya kijamii Hamisa Mobeto baada kwa kupata ujauzito wa mtoto wa kiume. Umeona eh, watu wengi sana wamebaki mdomo wazi wameshangaa kuona kwamba Hamisa ni kweli ana ujauzito au uja kutoa na kuza mambo, kwa sababu tunafahamu kwamba Hamisa ametoka kuolewa hivi karibuni tu. Sasa, hizi habari za kwamba mjamzito mja kwa mzito wapi kwa haraka kiasi hiki. So huenda jambo hili likawa habari njema kwa wapenzi kwa soka, wa soka hasa mashabiki wa klabu ya Yanga kutokana na kwamba Aziz Ki eh, kuwawakilisha vyema, lakini pia vile vile kupitia mtandao wa Instagram wa mtangazaji huyo Mwijaku aliandika kama ifuatavyo. Mwijaku aliandika kwamba baraka za ndoa zimeanza kujibu. Hamisa Mobetto, hongera sana, huku maji kule, eh, kule kaujauzito kama mtoto wa kiume hadi raha mwaka huu ameandika hivyo Mwijaku. So, Mwijaku ametoboa hiyo habari, ametoboa hiyo siri. Tunaweza kusema hivyo kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye alikuwa anajua zaidi ya kwamba tumesikia kwake kwamba Hamisa Mobetto ana ujauzito wa mtoto wa kiume. Unahisi kwamba ni kweli au Mwijaku tu amekuza mambo? Na kama ni kweli, una kipi cha kuzungumza? Weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.